Mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Godbless Lema amepinga vikali uamuzi wa jeshi la polisi kuua watu watatu katika majibizano ya risasi huko mkoani Simio. Katika taarifa ya awali inadai kwamba watu watatu wanadaiwa kuwa majambazi wamefariki dunia baada ya majibizano ya risasi na kikosi maalum na cha kuzuia na kupambana na uhalifu cha jeshi la polisi mkoani Simio. Kwa madai walikuwa wakijaribu kuvunja na kuiba fedha katika jengo la Simio mane service mjini Bariadi. Kamanda wa polisi mkoa wa Simiyu Edith Swebe, amesema tukio hilo lilitokea majira ya saa mbili na nusu za usiku kwa kuamkia Februari 8 katika mtaa wa NMB kata Malambo. Alisema polisi walipokea taarifa kwa majambazi hao walikuwa wakivunja milango ya jengo linalotumika kutoa huduma za miamala ya fedha kwa kampuni za simu na taasisi za kifedha. Baada ya kupokea taarifa, kikosi maalum kilifika eneo la tukio wakati watumia walipobaini wanafuatiliwa na polisi walianza kufyatua risasi, hali iliyolazimu askari kujibu mashambulizi hayo, alisema kamanda huyo. Aliongeza na kusema kwamba majibizano hayo yalisababisha watumia wote watu watatu kujeruhiwa na kufariki dunia walipokuwa wakiwaishwa hospitalini kwa matibabu. Katika upekuzi polisi walikamata silaha moja ya AK47 ikiwa na risasi 8 ndani ya magazini. Aidha, watumia walikamatwa wakiwa na shilingi mia tatu za Kenya noti moja ya shilingi mia tano ya Misri pamoja na tiketi za usafiri kutoka Migori kwenda Slali na kutoka Slali kwenda Lamadi. Jeshi la polisi mkoa Simiyu lilisema linaendelea na operesheni na misako mbalimbali mkoani humo kwa lengo la kudhibiti na kukomesha vitendo vya uhalifu. Kufuatia taarifa hiyo ya jeshi la polisi kutoka huko mkoani Simiyu, kwa ua watu hao watatu waliosadikika kuwa ni majambazi Godbless Lema amesema siungi mkono hata kidogo walifu aina yoyote. Jamii salama ujengo kwa kuheshimu sheria, si kwa kuvunja sheria kwa kisingizio cha kuilinda. Hata hivyo kwa muda sasa kumekuwepo kumekuwepo na mwelekeo hatari unaojengwa utaratibu, kunaomalaizi mauaji kupitia lugha na taarifa rasmi hasa zile zinazotolewa mara kwa mara na jeshi la polisi, zikihitimishwa kwa kauli ya raisi. Kauli hii inayotamkwa bila maelezo ya kina, bila uchunguzi wa wazi na bila uwajibikaji unaonekana, imeanza kuonekana kama jambo la kawaida. Ndipo hatari ilipo. Pale mauaji yanapoelekezwa kama sentesi moja, kana kwamba ni hitimisho la kawaida la operesheni, dhamira ya utawala wa sheria inaanza kupotea. Mtumiwa anageuzwa kuwa mkosaji aliyekwisha hukumiwa, na risasi inachukua nafasi ya mahakama. Swali la msingi ni hili: ni nani anayetoa mamlaka ya kuamua uhai na mauti? Sheria inatambua matumizi ya nguvu pale inapolazimu, lakini matumizi haya hayaondoi wajibu wa uwazi, wa uchunguzi huru na uwajibikaji. Taifa aliwezi kujenga haki kwa kuzoea vifo visivyohojiwa. Tunapokubali lengo kwamba wauawa ni maelezo ya kutosha, tunafungua mlango wa kesho ambapo haki ya kila raia iko hatarini. Hatari ya normalization hii si kwa uhalifu pekee, bali kwa jamii nzima. Leo ni mtumia wa uhalifu, kesho anaweza kuwa mpinzani wa kisiasa mwanaharakati au raia wa kawaida aliyekutwa mahali pasipo sahihi. Nchi inayojivunia utawala wa sheria haiwezi kuishi kwa hofu wala kwa ukimya unaohalalisha kifa. Kupinga mwelekeo huu hakumaanishi kuunga mkono uhalifu. Kinyume chake, ni kusimamia msingi wa haki, utu wa binadamu na mstakabali wa taifa. Usalama wa kweli haujengwi kwa kuua bila maswali, bali kwa kuimarisha taasisi, kuheshimu sheria na kuhakikisha kwamba kuna aliye juu ya sheria, iwe ni mtumiwa au mwenye mamlaka.